Ndugu yangu, niliamka asubuhi ya leo na kupokelewa na kipande cha video kilichonigusa kwenye simu yangu. Video inamwonesha mheshimiwa mmoja akicheza pamoja na vijana waliovaa magwanda ya vyombo vya dola. Kwa bahati mbaya, siwezi hata kujua ni wa vikosi gani katika vyombo hivyo. Hili si swala ambayo ningependa kulipigia kelele nikiwa nimesimama juu ya paa, kwani kile anachokifanya mheshimiwa huyu kimeshafanywa na wengi kabla yake lakini wakurudia kwake anaonekana tu kuimarisha misingi ya matumizi mabaya ya wale wanaoonekana kuvaa magwanda ya ulinzi wa nchi yetu. Nisamehe ndugu yangu, ikiwa katika kuwaelezea askari hawa nimeongeza chumvi au nimeondoa baadhi, kwani maneno mara nyingi hujikwaa napotembea karibu na mamlaka. Nakuandikia hasa kusema hivi, matendo ya mheshimiwa huyo anasumbua moyo yanaonekana kama ishara za maandalizi, kama kwamba kitu kisichoonekana kinapangwa, na kucheza na askari ni mazoezi tu kwa kile ambacho kinakuja. Wiki iliyopita ilipokuwa Njombe, niliota kwamba sherehe ilikuwa karibu kufanyika, iliyokusudiwa kuashiriwa kufungwa na kufunguliwa kwa milango. Lakini kabla sijaona mengi kwenye mkusanyiko huo, jogoo akawika na ndoto ikaishia hapo. Ndugu yangu. Ilihisi kulazimika ukuandikia ili kuchangiana nawe huzuni ambayo tamasha hili inaniletea. Harusi iliyofanywa katikati mefanya tuku tuku ya maombolezo. Kile ambacho mheshimiwa amefanya hakionyeshi tu kuto kujali kwake au kwa wale wanaomboleza, bali kinaonyesha kwamba sherehe juu ya wafu inashughuliwa kama wajibu usioepukika. Rafiki yangu mmoja ambaye mara nyingi humuelekea kila mkanganyiko ukiningia aliniambia kwamba mheshimiwa alikuwa akitembea tu na askari wake kama sehemu ya kuadhimisha sherehe zilizokata mgomba na kuacha shina limesimama, ambayo limeendelea kuzaa ndizi na kambu za aina nyingi nyingi sana kwangu kuweza kuzitaja. Ndugu yangu, sitaki kumsema vibaya mheshimiwa huyu, badala yake namwonea ya huruma kwani labda hajui anachofanya. Labda anafanya kazi kwa ushawishi wa hadithi zilizoandikwa na wengine, au hadithi iliyosafirishwa kutoka mdomo mmoja hadi mwingine, kila msimulizi akirithi upofu wa yule aliyempita naye akaurithisha kwa wajao. Kinachoonekana wazi zaidi ni hiki: mheshimiwa huyu hasababishi huzuni kimakusudi, bali anajiuza kupitia matendo yake, na kwa kufanya hivyo, anawaalika watu wamwone kama roho isiyojijua kikamilifu najiandaa basi kurudi nyumbani ndugu yangu haraka iwezekanavyo ingawa nauli inaniwia vigumu sana nisingependa kufika tu na kuhama kutoweza kusonga mbele na kutoweza kupata kuniokoa basi utakaupokea barua hii fanya maandalizi yako mvua za masika zinakaribia na sina uhakika kama bado pa linakumbuka jinsi ya kuzuia kuvudisha wakati bao Ndimi nduguyo Mwana Kupona.